Baba, hii nyumba ilikuwa hata haijaisha bado, hata madirisha hayo yalikuwa haijaisha. Tulikuwa watu wa tunakaa watu wanne, nilikuwa nakaa mimi, anakaa baba, anakaa mfanyakazi wake ambaye alikuwa anaitwa Emmanuel wa kiume, alikuwa mfanyakazi wa ndani, na mimi nilikuwa na mtoto wangu mdogo ambaye alikuwa anaitwa Roy, ambaye alikuwa na mwaka mmoja, na mtu mwingine alikuwa anaishi ni huyu bibi wa, bibi nani, alikuwa anaishi hapa. Kuna kijumba kilikuwa hapa kimekaa hapa, alikuwa anaishi na yeye hapa, kwa hiyo wote tulikuwa tunaishi hapa pamoja katika maisha yetu, mimi na babangu hapa, kuna kipindi mimi nilio, unajua katika usichana, ujana unataka na wewe ukajitafutie maisha yako mwenyewe, so unakaa tu unamtegemea baba. Lakini kipindi mimi naondoka nyumbani, nakumbuka kulikuwa kuna sehemu tulikuwa tunaenda kutengeneza madirisha, tunatoa hizi oda za madirisha huku uh, Buguruni wakati tukiwa tunatoka tuna Ilala Aviation hospitalini, kwake tulikuwa tunapita kwenye hiyo sehemu hospitali mara nyingi na ikuwaga kila weekend lazima niende nikamsalimie mdogo wangu Joel, ambaye Joel alikuwa anaishi na mama yake kipindi hicho Banana Ukonga. Baadaye ndio mimi nikamwambia baba, bwana baba, mbona hapa tunaishi wenyewe, wewe mtoto wewe baba yangu mimi mtoto wa kike, ndio inaweza katokea siku ikaumwa na mama Godfrey pale namuona unakuaga kuaga naye, ndio baba akamletaga mama Godfrey nyumbani mimi nimepaka naondoka hapa, nimemwacha mama Godfrey na Godfrey na Godwin walikuwa wanasalimishwa na baba, na nikamwacha na Joy nyumbani, mimi nikaondoka, na kipindi chote hicho mimi naondoka, lakini bado uwe ni umu... mama Godwin, huyo mama Muhaya eh, huyo mama Muhaya ambaye hapa hajabahatika kwa kweli a, a, hayupo hapa yeye, aliondoka kipindi baba alikuwa anaumwa, na kweli paka baba anaumwa, mimi nilikopo sipo, alikopo mdogo wangu Joel na Stella walikuwepo hapa na nilikuwa nawasiliana nao vizuri tu. Siku moja baba wakati anasafiri hiyo kitu naikumbuka ndo naikumbuka sasa hivi. Siku moja baba yangu wakati anasafirishwa, mimi nilikuwa na mtoto wangu wa pili za kuisha mwaka elfu mbili na kumi. Wametoka kumsindikiza baba hospitali. Nakumbuka nimekaa siku hiyo nyumbani kwa bibi yangu mzaa mamangu, kwa sababu mamangu mimi anakaa kule kule Mikocheni, kwa tunakaa wote. Alikuja kakaangu Rusajo ambaye ni Emmanuel, wametoka kumsindikiza baba, kama siku mbili tatu kaja kuja kuniona. Akaniambia, "Ah, Lydia vipi?" Anapenda sana kuniita Walda. Mamangu anapenda kuniita hilo jina Walda, kwa baba anapenda kuniita Lydia. Anapenda kuniita Walda. Huyu amenipiga sana makonzi kwenye huko msukuni fundisha timetable. Akaniambia, "Ah, Walda vipi?" Uko poa? Niko poa. Unajua baba yako anaumwa. Nikamwambia niliongea na Joel tumetoka kumsafirisha. Nikamwambia Mungu atamsaidia atapona atarudi salama nitakuja nyumbani. Akanambia sawa lakini sasa wewe kwani utahitaji chochote? Yaani zifu kwamba unasema hicho kitu, babako anasafiri, anaenda kutibiwa. Wewe unajuaje kama babako anaenda kufa? Yaani alikuwa anaongea zifu kwamba anajua kwamba yule mzee anaenda kufa. Mimi nikamwambia ah, kwa nini unaniuliza hivi? Ah, wewe si unaona, unaishi maisha yako tu mazuri, una nyumba hii ya bibi yako, unakaa hapa. Nikamwambia tarusaji usongee huku, namsindikiza anarudi nyumbani. Baadaye mimi nikarudi nikaendelea na maisha yangu. Baadaye baba akaja akafariki, mdogo wangu akanikujia simu ndio kwa sababu Joel alikuwa anakuja kwangu. Akaniambia dada, bahati mbaya baba tumempoteza. Kwa kweli sikuiona ni feel like I'm down kwa sababu licha ya utundu wangu, licha ya ujinga wangu, licha ya kila kitu alichokuwa ananiambia, kuna vitu vingi sana vilinijia kwenye kichwa changu. Nikamwambia Joeli, unachoniambia kweli mdogo wangu? Akaniambia kweli, nikamwambia basi sawa anakuja. Nikaja nyumbani hapa, nikakuta kweli usiku, watu wapo hapa kwenye msiba. Akaniita dada yangu Lili nakumbuka nilifika hapa kwenye muda wa saa moja kasoro, akatoa kiti kaeka hapa kwenye mlango mbele, tukakaa pamoja, mimi na yeye. Kwa kweli mimi na pressure ya kushuka, kwa hiyo niliposikia hivyo kweli, nilifika hapa nikakuvu hicho kitu, nilizimia. Baadaye akantoa, akaanza kuniuliza Lili ananiuliza nini, vipi, imekuwaje? Nikamwambia Lili, unajua kitu ambacho siamini kama kweli baba ametuacha ndo inabidi uamini wa, lakini mdogo wangu usijali, yani mimi kila kitu nitasimamia mimi, mali si nini, mdogo wangu tutagawana wote, hata mia mia tutagawana. Mi nikamwambia dalili, nilimjigu shikitu mimi sifikirii kuhusu mali, mimi nafikiria tu kuhusu mzazi wangu, na hapa mimi nimekuja kumzika baba wangu. Tukafanya masuala ya msiba, tukamaliza masuala ya msiba, a, tukatoka hapa tuka tukaenda kijijini, kijijini. Kutoka kijijini tukarudi hapa. Mimi na kijiji gani? Tukuyu Kapugi. Tukuyu Kapugi. Eh, Mbeya. Tulienda huko. Eh, wote tulienda. Watoto wote, mimi, Joel, wote tulienda na ndugu wote tulienda. Mtu ambaye hajafanikiwa kuja ni dada yetu eh, Kylie pekee ah, yake. Alikuja na dada Nikobiyo mtoto wa yule e, mama waki waki waki wa Ukraine. Yeye alikuja baadaye kuja kujisikia kabla ya baba. Tulivyorudi hapa, mimi nikarudi nikaendelea na maisha yangu Joeli akawa amebaki hapa, Stella amebaki hapa. Sasa mimi nilipokuwa naishi mesha yangu, unajua kuna vitu vilikuwa vinatokea, mimi nilikuwa nasema jamani, mimi nisimshikishe Stella. Kama ni shamba la baba yangu inatosha. Baadaye sasa ikawa sasa wanaanza kupelekana nikauliza, wanaanza kupelekana mahakamani wapi? Kabla ya hapo walivyomchukua Joeli wakampeleka polisi Kawe, walivyomfunga Joeli chizi. Mimi nilipigiwa simu. Wanasema Joeli chizi. Eh, Joeli chizi. Nikapigiwa simu na ha, ni kweli alikuwa chizi. Hamna, hakuwa chizi Joel. Joel alikuwa la ni lakini polisi wakambeba kwamba ni chizi. Chizi. Nikasema nika Joel chizi kwa upata lini chizi? Nenda kawe, ba mdogo ananipigia. Nikasema nika niende kawe, sawa nikaenda kawe. Kweli mdogo anaitwa nani? Fort Bernard Mwangi. Fort, Fort Thomas Mwangi. Mhm. Nikaenda kwenda kweli tuka nikamtoa Joel. Ba mdogo akaniambia Lydia, huyo asirudi kule. Unaweza ukauana. Hebu mchukue kaka eneo unapoishi wewe. Kwa muda ule na mama yake Joeli akawa amekuja kituoni. Unajua mama ni mama tu. Kwa hiyo Joeli mama yake akasema hamna, Lidi, anaomba kwanza niende naye mimi nyumbani alafu atakuja. Kwa hiyo Joeli akaondoka siku ile akaenda na mama yake. Baadaye Joeli akaja nyumbani. Alipokuja nyumbani Joeli, kata, ya, pao, nicho, na Joeli kaa tu na mimi hapa kwa sababu kuna tatizo. Sisi toka kipindi hicho mwaka 2010 nikawa anaishi na mdogo wangu. Tushakutana kwenye misiba na kinalili, wananiambia nifukuze Joeli, sio ndugu, mi siwezi kufuza ndugu yangu. Basi baadaye Joeli akawa anaenda akaanza kuniambia bwana, sasa tunaenda mahakamani, yule mama akachukua usimamizi wa mirathi. Nikamwambia mekuaje? Kuaje? Si baba alisema, mdogo alisema, uh, tusubiri. Ah, yule mama akaenda akachukua bwana, usimamizi wa mirathi. Si baba mdogo, unajua ni mtu wa kuishi nje, anakuja anaondoka, anakuja anaondoka. Alipoona mimi sifuatilii, akaja akaniita akanikalisha chini akanambia, Lidia, mimi unaniacha nafuatilia vitu mwenyewe, wewe ufuatilii umekaa huko, kila unachoambiwa ufanye utaki. Kama mimi bado mdogo, sikutaka kufuatilia vitu vya watu wanagombana. alo kufa mwenyewe atujui kwa vitafuta vipi inakuwaje? sisi sasa hivi tunagombana. Hii ilikuwa ni sehemu ya hiyo ya memory ya kuja kukutana familia, tunamwombea baba yetu, sio sehemu ya kuja kugombana sasa hivi. Nikamwambia mimi bado mdogo, siwezi akaniambia a, itabidi uweze. Mimi kuna ukweli nataka nikwambie. Nikamwambia niambie, nataka kuniambia nini? niko mimi bado mdogo na Adastela alikuwepo wa Antidori. Noeli alikuwepo kilikuwepo wote. Akasema sasa, ngoja nikwambie kitu Lidia. Hii mali unaweza kuiona imeandikwa jina langu. Ila hii mali maana so, ya fort. Eh. Sasa sikilizeni hapo, kwa nini hati ilikuja kwa jina la fort? Sikilizeni hapo. Aha. Hii mali unaweza kuiona imeandikwa kwa jina langu. Ila hii mali sio ya kwangu. Mimi nimeingizwa kwenye mali hii kwa ajili ya kukusimamia wewe na Joeli mdogo wako, kwa sababu wewe ukuwepo nyumbani, na hamna mtu angeweza kusimama kwa niaba yako. Ni wewe dada yenu mkubwa, naye hakuwepo nyumbani, akuweza, hamna mtu anaweza kusimama kwa niaba yenu. Mimi nimepewa hii ili niwasimamie nyinyi. Kwa hiyo, na wewe unatakiwa upambane, hii mali yenu muipate. Asi mwisho siku nikamwambia baba mdogo, kama kweli unataka mimi nipambane kwenye hii mali, naomba unipe power vato, kwa sababu huwezi kufuatilia kitu chochote bila kuwa na power. Lazima uwe na power ili uweze kufuatilia mali yoyote ambayo sio ya jina lako. Akanipa baba wa ni babangu mdogo ananiambia, bwana, na document zote hizi hapa, naomba ufuatilie kila kitu. Kweli mimi, cha kwanza nikaanza kwenda kufuatilia kuhusu masuala ya kesi, nikaangalia kesi inasemaje, nikakuta kesi ile mama mama hapi ni sasa kwa withdraw, ikabidi niombe, niseme kama ni mama hapi ni sasa withdraw, nikamwomba mwana sheria tuandikie barua ili hati iendelee kuproceed. Wakati huo baba mdogo anauma na mimi niendelea <bug domain> kupambana, nikapambana kwenye mirathi, <Regularasi> Eh, uh, Kinondoni, Kinondoni tukaambiwa turudi kawe tusikilizwe. Mimi sikurudi kawe kwa sababu ba mdogo anaumwa na, na mimi mwenyewe maisha yangu yalikuwa siwezi kupambana huko, sio kupambana huko, inabidi nipambane. Unaomba lazima uangalie unafanya kipi usifanye hiki na hiki, huwezi jua mwisho siku utakwaje. Mimi katika kupambana vizuri, mpaka napambana hivyo kuhusu hati, mpaka hati nakuja kuomba mikopo, aki hati ya namba 38 imekuja kwangu mimi Lidia Mwambingu ni kwa sababu baba mdogo alimwambia ali, ali, ali Anti Dori, Lidia saa hivi anapambana mwenyewe na mimi ninaumwa, sina uwezo wa kumpa pesa. Kwa hiyo naomba umpe hiyo hati aipeleke sehemu aweze kupata pesa yoyote ya kuweza kusukuma huo mchakato wa mahakama na kulipia pango lote la harisi. Nikasema basi, sasa mimi nikaenda kwa Anti Dori. Anti Dori kule akanipa ile hati, alivyo nipa mimi nikamtafuta mtu akanisaidia, ila mara kwanza namtafuta huyo mtu Nilipoenda mwenyewe akaniambia hapana. Lazima nione mzee wako. Siwezi tu uje nikupe tu pesa hivi, hapana. Kwa hiyo itabidi niombe. Sawa, mimi nitamleta mzee wangu. Nikamleta baba mdogo. Baba mdogo akaongea naye akamwambia, naomba msaidie huyo mwanangu. Mimi tukishamaliza mchakato wote tutafanya nini, tutakurudishia. Kwa hiyo tutapewa ile pesa, mimi nikalipia ardhi, kila kitu nikalipa, tulichokuwa tunadaiwa ardhi mpaka tunamaliza, sema kabla hajamaliza bahati mbaya babangu mdogo dakta Fort Thomas Mwambingu Mungu akamchukua. Ila mimi nilikuwa bado niko kwenye mchakato. Kimbili nimeshazika nimekaa siku moja nyumbani ikaingia message. Alizo na message zile za kuingia mwa, mwa mwamala wako umesajiliwa kwenye simu. Nikamwambia mdogo wangu, ah, naona mwamala wa hati namba 39 umeshasajiliwa. Kwa hiyo jioni tukachukue hati. Kipindi hicho mimi sikujua kama power button ukipepa mtu akifa na ile kwa watu ni vikufa. Kwa hiyo mimi sikulijua kabisa. Kwa nini ilichofanya kwa sababu nilikuwa naona simwibii mtu na baba mdogo alisema ile ni mali yetu, niipambanie. Nikamwambia Joel, mdogo wangu, twende tukachukue hati yetu mtoka. Kweli tukaenda tukapewa ile hati. Tulivyopewa ile hati tukaondoka tukakaa nyumbani. Tukajaribu kumwandikia kwa tuka, tukaandika barua siku ya kwanza kwa mama hapa kwamba tunaomba basi mtuachie nyumba yetu. Tuweze hata na sisi kuishi Uh, kutualiti dalao. Kwa hiyo kuna zile message tulikuwa tunajibizana. Kakaangu hapa usajo alitumia ada voice note tako, ambayo tunayo. Eh, mnazo zote ni nini? Alitumia akaniambia, nakuja kukuonyesha debe, nyie mwana haramu, kizungu tunawaita mabastadi, wafufueni mama zenu ili waonyeshe wa, wa mali zao umepeleka wapi, nyie mwashoto uchocholoni, yaani maneno mengi na mtu pata mia mtu mtu, mtu, mtu lamba kitu sasa unajua, mtu anapokwambia vitu kama hivyo, kama binadamu, kila mwanadamu ana nyongo. Mimi nyongo nijisikia vibaya kwamba ndugu zangu kila sehemu hawanitambui, mimi nawatambua na, na siweza kuwakataa mpaka naingia kaburini. Wote ni ndugu zangu, damu yetu, damu ya baba yangu, siwezi kuwakataa kwa sababu baba yangu alinitambulisha ni ndugu zenu. Kwa hiyo ndugu zangu watabaki kuwa ndugu zangu lakini nilivyosikia hayo maneno wananitukana kaka yangu Lusajo alionifundisha hata mtemo ya pili na makonzi mengi sana ananitukana mimi bastard mtoto uchochoroni sitopata nia nilipata asira nikaanza kuleta wateja nikasema hata kama nitauza kwa elfu ishirini nilimwambia Joel Joel kuliko tukosi chochote bora tupata elfu kumi tukaelewana uzuri na mdogo wangu tunaelewana Tunajijua maisha yetu, tunajijua tumesafa vipi toka mwaka elfu mbili na kumi baba alivyofariki, hatujapata chochote, vyote amebeba ao, kila kitu, hamna hata kitu kimoja walichotufikiria hata kupigaia. Nikaambia Joeli, hapa tutauza hata kwa shilingi elfu tano, tukaanza kuleta watu hapa. Tukileta watu hapa tunaitwa sisi matapeli, tunaitwa sisi wezi, tunaitwa sisi majina yote. Mimi nishapelekwa kwa polisi sana na huyu mama kwa ajili hiyo. Kwa mwisho wa siku nilipopata mtu ambaye anaweza kunielewa, na kumwelesha situation yangu yote na kuangalia document zangu, akasema sawa, Lydia, mimi nitajaribu kuwasaidia, lakini nimetakiwa kufanya transfer, nitakiwa kufanya hiki, nitakiwa kufanya hiki. Nikamwambia mimi nitafanya, lakini hizo payment zote itabidi wewe ufanye na no. Ukishamaliza kufanya hizo payment, ukishafanya transfer, tukae chini sasa tufanye biashara. Kwa hiyo hayo ndio maisha ambayo sisi tumepitia tume mpaka sasa hivi hapa tumefikia tume, tumefikia tume, tume hapa hivi tulipo sasa hivi. Asante sana. Nilitaka mwelewe kidogo tuko wapi na tukoje na nataka tu mwee tu mnaelewa kidogo kwamba hawa ni akina nani. Kwa hiyo kwa mamlaka nilionayo leo, na kwa sababu RPC yupo mpaka leo, namsafisha kwamba sio kwamba kakamatike kama jambazi. Huyu ni moja ya familia ambaye hakukaidi kabisa kuja kutoa ushirikiano na kwa sababu hizo process zote zina makosa yake, nayo nitayahitimisha muda sio mrefu. Jo, hebu kidogo tu kwa muda wa dakika moja tu kidogo sana, tukishika picha tukaonyesha picha ya Mzee Bena, mkamwangalia na huyu jamaa, utafikiri ni kopi yake. Japo sio vizuri kuangalia kitu kwa picha, lakini hata mimi mwenye jicho moja alione nyingine linaona nikiangalia kwa kweli naanza nikasema, nguvu ya Mungu iko hapa eh. Kidogo tu kwanza, nashukuru Mungu kwa ndio. Kwa jina anaitwa Joel Bernard Mwambingu, ni mtoto wa mwisho wa marehemu Dr. Bernard Thomas Mwambingu, na nina ndugu zangu ambao kama dada yangu alivyotoka hapa kujitambulisha, ambao kuna Lydia Bernard Mwambingu, kuna Marwin au Lusajo Bernard Mwambingu. Kuna Tuganile au Edith Bernard Mwambingu kuna Lilian Bernard Mwambingu na kuna firstborn wetu ambaye anaitwa Irene Bernard Mwambingu. Yote <sighs> vyote kwa vyote, ningependa kushukuru Mungu kwa hii siku ya leo, maana hata sikuwahi kutarajiaga kama kuna siku ya leo inaweza ikaja kunitokeaga kwenye maisha yangu hata niliachaga kwa ambavyo unaviacha na Mungu aweze kutenda uwepo wake na wepesi wake. Nashukuru Mungu hata hivyo, nashukuru serikali yangu pia na tume yote ambayo imeweza kufanikisha hili jambo kuwa jinsi ambavyo limekuwa na hata mpaka leo hii kuweza kufikia lipofika. Yote kwa yote naweza nikasema sina mengi ya kuongea zaidi ya kushukuru tena serikali yangu na Mungu wangu. Asanteni sana. Asante sana.